Nywele hii unaweza kukambana biharusi, ni simple na atapendeza sana kwa wale maharusi ambao hatupendi mambo mengi, sawa sawa.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 hizo ambazo naona kwenye screen sasa. Nitazivuta nywele zote nyuma, alafu nitakwenda kuzifunga na uzi kama hivi ambavyo unaona, sawa so, utafunga na uzi. In case labda kama hauwezi kufunga peke yako, basi mnaweza mka mkafunga wawili, mgeni akashika uzi mwingine, nywele vyote, vinawezekana. Kwa wale ambao ni tunaanza kubana nywele sasa, sawa. kwa ukishazifunga hivi, alafu tutaendelea kulaza zingine zote upande huu wa, wa mbele, tazivuta upande wa nyuma, lakini zingatia kuchukua nywele kidogo na jeli kidogo. Usitumie jeli nyingi wala usichote, usi, usi, usi nywele nyingi nyingi kwa wakati mmoja, sasa. Sawa, kwa zivuta, kisha umezibana vizuri ndio uchukue nywele nyingine. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo chetu tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita tunafundisha mambo yote ya saluni kwa ujumla. Jeli ambayo nimetumia mimi zipo madukani unaweza kujipatia kwako. Rasta nilotumia nimetumia Passion Twist kutoka Darling. Nitakwenda kuichambua. Ni nusu bunda tu. Sawa, nitaichambua hivi. Nitaichambua taratibu tu, nitachambua zote, alafu nitakwenda kuonyesha jinsi gani na bana. Ni rahisi sana Sawa. sawa onitaifunga narabaeni katikati, alafu nitakwenda lazima, bibi harusi bajeti hairuhusu, ukao unafanya 10,000, mazito, mazito hii, hii ni nusu bunda saasaa, tukasema ni nywele kidogo tu tumetumia hapo kwao, nitaifunga alafu nitairudisha kwa ndani kama hivi. Bani langu la upande wa nyuma limekamilika, utakuwa na uwezo wa kuweka urembo sawa sawa. Kwa wale ambao mtafanya mazoezi mtaka kutuma feedback, uh, kwenye, uh, WhatsApp yangu ni bure kabisa lakini hakikisha umesubscribe channel yangu Farida Othman. Ingia pale YouTube, subscribe, kisha nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen. Nitakurekebisha bure kabisa. Final touch ilikuwa kama hii. Berusongo alipendeza sana, niliongezea na kabanio kama hivi. Vyote vinawezekana. Kwa wale ambao ni maharusi au maid, una uwezo wa kutumia style hii. Hata kwa mtu wa kawaida tu, una uwezo wa kutumia style hii. Ni nzuri, nzuri, nzuri sana. Karibuni sana Farida Academy. Asante, naendelea kujifunza nasi. Kwaheri.